Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Serikali ya Venezuela imemtangaza Delcy Rodriguez aliyekuwa makamu wa rais wa nchi hiyo kuwa rais wa mpito kufuatia kukamatwa kwa Nicolas Maduro na kushikiliwa nchini Marekani. Hatua hiyo imechukuliwa kwa lengo la kuhakikisha uendelevu wa uongozi wa serikali na kuzuia ombwe la madaraka nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka Caracas, uteuzi wa Rodriguez idhinishwa na taasisi za juu za kikatiba za Venezuela huku serikali ikisema kuwa hatua hiyo ni ya muda na inalenga kulinda utulivu wa kisiasa usalama wa taifa na uendeshaji wa shughuli za kiserikali katika kipindi hiki cha mpito. Akihutubia taifa baada ya kuteuliwa, Delcy Rodriguez alisema ya serikali yake ya mpito ipo tayari kushirikiana na jumuiya ya kimataifa kwa misingi ya heshima ya mamlaka ya nchi, sheria za kimataifa na diplomasi ya amani. Alisisitiza kuwa Venezuela haitakubali shinikizo la nje linalokiuka uhuru wa taifa hilo, huku akitoa wito wa mazungumzo badala ya vitisho. Hata hivyo, uteuzi huo haujapokelewa kwa utulivu na Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa kauli kali na onyo moja kwa moja kwa rais huyo wa mpito, akisema kuwa endapo hatashirikiana na Marekani na kufuata mwelekeo unaotakiwa na Washington, basi atakabiliwa na hatua kali zaidi Akida zinaweza kuwa nzito kuliko zile zinazomkumba Nicolas Maduro. Katika matamko yake, Trump amesisitiza kuwa Marekani inalenga kuona mabadiliko ya haraka ya kisiasa nchini Venezuela, akidai hatua hizo ni kwa manufaa ya wananchi wa nchi hiyo. Aidha, amerejea msimamo wa Marekani kuhusu masuala ya demokrasia, haki za binadamu na matumizi ya rasilimali za taifa, hususani sekta ya mafuta. Kauli hizo zimezua mjadala mkubwa ndani na nje ya Venezuela. Baadhi ya wachambuzi wa, wa siasa wanasema matamko ya Trump yanaashiria kuongezeka kwa shinikizo la moja kwa moja dhidi ya serikali ya mpito, huku wengine wakionya kuwa lugha hiyo inaweza kuchochea mgogoro mkubwa zaidi wa kidiplomasia na usalama katika eneo la Amerika ya Kusini. Ndani ya Venezuela, maoni ya wananchi yamegawanyika. Wapo wanaoona uteuzi wa Delcy Rodriguez kama hatua ya lazima ya muda ili kudhibiti hali ya kisiasa, huku wengine wakitilia shaka uhalali wa ya mpito na kutaka mchakato wa wazi zaidi wa kisiasa ikiwemo kuitisha uchaguzi wa haraka. Kwa upande wa jumuiya ya kimataifa, mataifa mbalimbali yanaendelea kufuatilia kwa ukaribu mwelekeo wa Venezuela, huku baadhi yakihimiza mazungumzo ya kisiasa yanayojumuisha pande zote mbili na huku mengine yakitaka kuheshimiwa kwa uhuru na mamlaka ya taifa hilo bila kuingiliwa. Wakati Delcy Rodriguez akiendelea na jukumu lake kama rais wa mpito siasa ya Venezuela bado inaendelea kuwa kitandawili, huku dunia ikiendelea kusubiri kuona kama mvutano kati ya Caracas na Washington utaendelea kuongezeka au kama njia ya diplomasia itatawala. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.